Msamaha katika maisha ni jambo kubwa sana. Naitwa Edina Elia. Wengi hunifahamu kama Imacha. Nilipojiunga na chuo kikuu cha mazingira na sayansi ya jamii, sikujua maisha yangenifundisha zaidi ya darasani. Nilikuwa nikikaa katika hosteli ya kawaida tu Tuliozoea kuuita Mwembeni, iliyo karibu na chuo. Sio ya kifahari sana, lakini angalau tu ilikuwa salama na ya amani. Lakini siku moja mwenye nyumba alikuja na habari iliyonikata maini yangu. "Aa, binti yangu, nimeuza hii nyumba Mnatakiwa kuondoka ndani ya wiki moja tu. Sawa? Kwa bahati rafiki yangu mpenzi Sandra alinipa nafasi katika chumba chake kwenye hostel ya kifahari iitwayo Glavi. Hosteli hiyo ilikuwa na vioo kila upande. Wageni waliita hostel ya watoto wakishua. Sandra hakuwa tu rafiki bali alikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Alikuwa ni mkarimu, mwenye upendo, jasiri kupita kiasi, lakini si mtu wa kuzingatia sana maonyo wala imani za kijadi. Tulianza kuishi pamoja, tukapika pamoja, tukashea hadi ndoto na maumivu. Tulikuwa kama dada na mdogo wake. Ilipofika siku ya ziara ya kimasomo tuliondoka kwa furaha. Basi lilikuwa limejaa kelele sana, muziki na vicheko. Safari ilikuwa ndefu lakini ya kufurahisha sana hadi ilipofika katikati ya jangwa dogo, eneo lililozungukwa na makaburi ya kale, dereva alisimamisha gari. Wanaohitaji kukojoa shukeni fasta, dereva alisema hivyo. Wengi walishuka, mimi nilibaki. Sandra naye alishuka, lakini badala ya kwenda pembeni na wengine, yeye alisogea mbele kidogo hadi kwenye makaburi alichichumaa karibu kabisa na kaburi moja hivi lililozama alzini na mti mkavu juu yake. Ebu subscribe na kucomment, kisha twendi pamoja na simulizi yangu. Watu walipiga kelele, usikojoe hapo, usikojoe hapo, eshimu wafu bwana, usikojowe hapo. Lakini Sandra alicheka, wafu hawako hai bwana, lilaksi lakini bwana, akaendelea kukojoa, ila tofauti na kawaida, alichuchumaa kwa zaidi ya dakika tano. Tulianza kuhisi si kawaida. Baadhi ya wanafunzi walimfuata, walidhani amepoteza fahamu. Na ghafla alinyanyuka, macho yakiwa mekundu sana, kana kwamba amelia muda mrefu, bila kusema neno. Tulipanda basi na kuendelea na la safari, lakini maumivu yalianza ndani ya dakika 30, tu hivi baada ya kuanza tena safari. Sandra alianza kupatwa na hali ya ajabu, alianza kupiga kelele, nishushe, nishushe, mkojo umenibana tena tena. Alikuwa tembeka bila sababu. Macho yake yaligeuka kuwa mekundu kama mtu aliyenyimwa usingizi kwa siku nne. Tulidhani ni uchovu tu au malaria. Tulipofika hostel mambo yalibadilika. Ndani ya wiki moja hostel nzima iligeuka kuwa jehanamu ya kweli. Mikasa ya kutisha ilianza katika hostel yetu. Kelele za usiku: kila usiku, kuanzia saa tisa hivi, sauti ya mtu aliyekojoa kwenye karatasi ilisikika, tena ilisikika kwenye ukuta, kelele za kukojoa kama tone hivi la mkojo kwenye bati, tulipoangaza hatukuona mtu yeyote. Yule kioo kilitamka jina lake. Na siku moja Sandra alijipamba kwenye kioo na kioo kilijibu kwa sauti, Sandra Sandra, ulichonichafua sasa kitarudi kwako. Kioo kilipasuka na kipande kimoja kilimkata usoni, jeraha hilo halikupona kwa wiki takribani mbili. Alianza kulala uchi bila kujitambua. Walipofungua mlango, walimkuta Sandra uchi wa mnyama, alikuwa ameingiliwa na nguvu isiyoonekana. Na usiku mmoja, alilia kwa uchungu, ananiingilia, ananiingilia, ananiingilia ndani yangu, tafadhali msaada na tulipoingia tulimkuta amelala kwenye dali mwili ukining'inia kinyume na mvuto wa dunia. Tulilia tukakimbia. Hatua mpaka mwisho kupambana na laana. Hosteli nzima ilianza kuona mambo ya aibu sana, chakula kuharibika ghafla, ambavyo ilikuwa ni tofauti na hapo nyuma. Sauti ya mtoto kulia usiku, wengine wakiona ndoto za Sandra akiwa amezikwa akiwa hai. Niliamua kuchukua hatua. Nilitafuta mchungaji mmoja hivi kutoka mtaa wa karibu tu, aliyeaminika kwa mtu wa maombi ya moto sana kwa kweli. Tulifika hosteli saa tatu usiku. Alipofika tu mlangoni, akaanguka chini na kusema hapa kuna roho ya kisasi isiyo ya kawaida sana, kuna makaburi yaliyochafuliwa. Mchungaji alisema hivyo na tulianza na maombi ya nguvu. Vyombo vikatetemeka, vioo vikapasuka vyenyewe yani, na Sandra alipiga kelele ya mwisho kwa nguvu, najuta, najuta, najuta mala akaanguka chini akizimia. Na baada ya maombi na toba, alilia sana. Sandra alikili kuwa kaburini alisikia sauti ikimwambia, umetusumbua, sasa tutakufundisha kwa kweli. Tulifanya toba ya pamoja, tukatolewa kafara ya msamaha kwa wazee wa kijiji kilichokuwa karibu na eneo la makaburi. Hostel ilibarikiwa upya kwa kweli, tulianza kuishi vizuri sana. Ndugu msikilizaji, siku zote usizalau makaburi au maeneo ya heshima. Ujasiri usio na busara ni upumbavu. Jifunze kutoka kwenye simulizi hii. Umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Hebu shusha comment hapo chini na usisahau kusubscribe na kucomment na kulike. Ni mimi msimleji wako King Suya, bye.